Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV, hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, bado unatumia ile picha ya herufi ya kwanza ya jina lako kwenye email, kama ni profile picha yako? Leo nitakuonyesha jinsi ya kuweka picha yako halisi kwenye Gmail kwa hatua chache sana. Kwanza kabisa fungua Gmail kwenye simu yako. Ukishafungua Gmail nenda moja kwa moja kwenye kipicture chenye alama ya herufi yako ya kwanza, kisha click kwenye sehemu ya picture hapo unapoiona. Hakikisha intaneti yako iko vizuri, ili iweze kusoma kwa haraka zaidi. Kisha sehemu kama hii itafunguka. Kwenye sehemu ya take picture unaruhusiwa kupiga picha kama unahitaji kuingiza picha kwa kupiga muda ule, lakini sisi tuna click kwenye upload from devices. Hapa tutachagua picha ambayo imo kwenye device yetu. Hapa zitafunguka zile picha ambazo eh, huwa umezitumia hivi karibuni. Sisi tuta click kwenye vichoro vitatu hivi hapa ili kuenda ku browse picha zetu ambazo zibo katika memory yetu, then tunabonyeza kwenye sehemu ya image kwa ajili ya kutafuta picha yetu, kisha nabonyeza sehemu ambapo picha yangu ipo, kisha na click hii picha nikisha, kisha click, itaji upload picha. Kwa hiyo itachukua muda kidogo kulingana na internet speed yangu. Ikisha ji upload hapa, unaweza kuseti katika ukubwa unaohitaji wewe. Labda kama unahitaji kuweka kichwa tu peke yake, basi unaweza ukapunguza ukaweka katika eh, sehemu ya kichwa tu ndiyo ionekane kwao. Mimi naweka hapo sehemu ya kichwa tu ndiyo ionekane. Ukishamaliza bonyeza next. Ukibonyeza next malizia kwenye sehemu ya save as profile picture ili ikae kama ndiyo profile picture yako kwa sasa. Kwa ukiklik save as profile picture, maana yake unaisave sasa iwe profile picture yako. Nadhani unajionea hapa. Hongera sana, sasa umeshaifanya kuwa ni profile picture. Basi rudi nyuma, na picha yako sasa itabadilika, ile alama yako ya herufi ya kwanza itakuwa picha kama unavyojionea hapo. Kumbuka hili, picha moja itatumika kwenye Gmail, Google Meet, Google Drive na huduma zote za Google. Wakati mwingine mabadiliko huchukua dakika chache kuonekana hivyo usijali kama itachelewa kidogo. Vile vile profile photo inafanya email yako ionekane rasmi, ya kuaminika na ya kitaalam zaidi, hasa kama unawasiliana na walimu, kazini au kwenye masuala ya biashara. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye, bye.